Jopo kazi lilopewa nafasi ya kuwapiga msasa na kuwateua wa Wakenya waliotuma maombi kuwa mwenyekiti na makamishna wa tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IEBC, lilikamilisha kazi yake juma lililopita, na sasa chama cha DAP kinaomba serikali, kinaomba upande wa upinzani kuhusishwa kikamilifu katika uteuzi wa mwenyekiti na makamishna wengine wa tume hiyo. Kama na butu arifu, sasa Eric. Wichave Lumbasi. Employees na casual, walilipwa. Kinara wa DAP-K Eugene Wamalwa akizungumza akiwa katika eneo la Nzoia anadai kuwa kuwepo kwa uwazi kwa mchakato huu wa uteuzi, lazima viongozi wa mirengo yote kuhusishwa kwenye mchakato huu ili kuhakikisha Wakenya wanapata viongozi watakaofanikisha majukumu yao kwa uadilifu. IEBC, tume huru ya uchaguzi na mipaka. Sasa ile kubuniwa kwa tume hiyo kumekamilika. Wiki hii tulikubaliana kule Bomas baada ya hii kamati, kuna IEBC rifari wenu. Lazima sasa upinzani na serikali tusemezane yale majina kumi na moja yakitolewa next week, Bwana Raila, you are no longer the opposition, you are government. Wewe na Ruto ni broad base government <laughs> haiwezekani muitane na ruto peke yenu musemezane na mchague rifarini. Ni kwa niaba yetu sisi sote, lazima mutuhusishe kama upinzani na kama viongozi katika hii taifa. If you do not do that you Aidha, bwana Wamalwa ameonekana kukerwa na hatua ya kinara wa chama cha ODM kukana kuwa chama cha ODM kimejiunga na serikali, akisema hatua ya kusisitiza chama hicho kiko upinzani ni kwa hadaa wa Kenya atuwaji yake kina Orengo yale wanasema ni ukweli. Leo nataka niambie bwana Raila, you are chasing the intelligence of Kenyans, na wa Kenya wameanza kuchoka sababu wewe uliweka sahihi mkataba na bwana Ruto mbele ya wa Kenya KICC. Ke mkataba ilikuwa ya watu wawili we? Raila na Ruto mkataba ulikuwa vyama viwili UDA na ODM. Akipongeza hatua ya, aki ya mahakama kuu kusitisha mchakato wa kukodi kiwanda cha kusaga sukari cha Nzoia, naibu kinara cha wa chama cha DAP-K wa fulawa mwenyenye amesisitiza ni sharti wa kazi wahusishwe kwa mchakato wa kukodi mali yao. That kind of account, government. That's That's fine. Lakini like akusata kwanza kabla wauze factory ya Nzoya walipe mkulima pesa yake. The farmer should be paid first. Ya pili pay the workers, wale wafanyikazi, wanajai Nzoya pesa nyingi. Millions. Many of them even retirees. Eric Lumba si West TV, County ya Bungoma.